Yes, kuna ujumbe ambao umekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada ambaye anajulikana kama Maria Sarungi Tesai na ni kuhusu ubadhirifu wa fedha za Tanzania. Tunasema ni ufisadi wa kupitiliza. Sasa kuna kampuni ambayo inajulikana kama Ervin Graves ambayo iko nchini Marekani na ilipewa kandarasi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili iwasaidie kuwafikia bunge na wabunge wa Marekani na serikali sasa itatumia dola milioni moja na ushe kama fii pekee kujipendekeza kwa mabeberu, yani inchi ya Marekani. Sasa, kwenye huu jumbe ambao umekuwa posted kwenye mtandao wa X, sasa Maria Sarungi Sesai ameandika hivi: kabum, tumewabamba wanamwaga pesa wakubalike na mabeberu. Serikali ya Ramu imeajiri kwa miaka miwili lobby group ya Ervin Graves ya Marekani kwa kiasi cha dola 45,000 kila mwezi ili iwasaidie kuwafikia wabunge na bunge la Marekani. Na serikali itatumia dola milioni moja na ushee kama fii pekee kujipendekeza kwa mabeberu. Bahati mbaya kwa Samia Suluhu Hassan, haya mambo lazima yawekwe wazi na sisi tumenyaka mkataba sasa. Machawa mkome, kaeni kimya na shilingi elfu kumi zenu. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye anatupa takataka kwenye pipa na akaendelea kusema hivi, hii kazi tunayofanya inawapeleka mbio hadi wanalipa mabilioni waje kufuta uovu. Haitawezekana. Mnatumia hizi pesa kutoka bajeti gani? Mtuheshimu maana tunawapeleka mputa. Akaweka imoji ya mtu ambaye amecheka, mtu ambaye amenyosha ngumi pale, na akasema, na bado tutaelewana tu, tutaweka mkataba wote telegram channel ambayo inajulikana kama wenye nchi wananchi na whatsapp channel, ili hadi vijijini waipate pia. Unaweza kupakua hapa. Sasa hapa mwanadada ambaye anajulikana kama Maria Sarungi ameposti nyaraka tofauti tofauti za kampuni ambayo inajulikana kama Ervin Graves. Sasa hii ni kampuni ambayo inawafanyia ushawishi serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ndiyo ng'angalao serikali ya mama Samia Suluhu Hassan ikubalike bungeni Marekani na vile vile kadamnasi ya wabunge wa Marekani na serikali ya Marekani kwa ujumla. Sasa hii ni ishu ambayo haijawekwa wazi na Maria Sarungi anasema kuwa huu ni ufisadi wa kupitiliza. Sasa amepandisha baadhi ya nyaraka ambazo anadai ya kuwa zinaweka wazi ishu nzima ya huu ufisadi ambao umekithiri serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Sasa, baada ya kupandisha ujumbe kama huu kwenye mtandao wa kijamii, kuna wengi ambao wamedondosha komenti zao. Hapa kuna huyu ambaye anajulikana kama DK11 anasema, nikija huku X ndio naona Tanzania nyingine kabisa. Yaani, huku X Tanzania haieleweki, lakini huko nje ya X watu wako normal. Wanajadili mwezi Januari uishe tu hivi, huku X Tanzania ipoje? Alafu mwingine hapa anajulikana kama Justice Ubu anasema, Senate Foreign TZ illegitimate Samia CCM regime have hired what looks to be lobbyists to whitewash their corrupt and murderous regime. Do not listen to these lobbies who are lobbying to protect one of the most corrupt and criminal regime destabilizing East Africa. Sasa huyu ametag bunge la Marekani na anawaambia ya kuwa serikali ya ramu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan imehaya ama imeipa kandarasi watu ambao wanaweka ushawishi katika bunge la Marekani na ni serikali ya mauaji ama wauaji Alafu mgine hapa anajulikana kama Mlima Sayuni, anasema Grok hivi, hii lobbying anayofanya Idi Amin mama itamsaidia nini? Na je, baada ya wananchi na Watanzania kupaza sauti ya kupinga matumizi mabaya ya kodi zetu, serikali ya Marekani inaweza kukubali kutongozwa na huyu dikteta? Alafu mgine anajulikana kama Wako Linto anasema aise, nchi nimekwisha hapa, hatuna viongozi, ni vibaka tu. Huyu mwite dadi Joseph anasema, tuombe Mungu kila atakayetaka kupewa deal na hawa waovu mambo ya umbuke, ili dunia izidi kujua kuwa sasa tuna viongozi wauaji na mashetani wasio na utu hata kidogo. Tunachokitaka haki itendeke, kama walivyoua nao pia wauawe na familia zao. Mwingine anajulikana kama George Maja anasema shame to TZ stupid Samia Suluhu Hassan matako ehe ametumia matusi pale alafu huyu muite nafasi hapa anasema dada Maria Tanzania haitatawalika chini ya Samia kuna ile tuzo ya utalii nayo wamenunua wamekuja na program kibao za sports wash na lobbying alafu mwingine anajulikana kama Mhenga wa kizazi kipya anasema hicho wanachotumia nguvu kufanya haiku hakitakuwa Tanzania. Hii siyo ile ya mwanzo niisho ya tarehe 29 Oktoba. Hapo baadhi ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye timeline ya mwanadada ambaye anajulikana kama Maria Sarungi ambaye amefichua ufisadi ambao umefanywa na serikali ya mama Samia suluhu Hassan pune ambao anajulikana kama Elvin Graves, ambayo imepewa kandarasi ya kuleta ushawishi katika bunge la Marekani na wabunge wa Marekani ndio angalau serikali ya mama Samia suluhu Hassan ikubalike Marekani. a ujumbe huu umekuwa retweeted na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, ambapo pia yeye amesema, nyoo, kutwa kutusema kina Mange tunatumika na mabeberu, kumbe yenyewe mpaka yanachota kodi za wananchi ili kujipendekeza kwa mabeberu. Imagine, kila mwezi wanaiba eh hey, elfu 45 dola za watanzania wanawalipa mabeberu ili wakawasafishie imeji yao ya uuaji kwa mabeberi wenzao. Watanzania hao wauaji, sio kwamba hawawataki mabeberu, shida ni kwamba mabeberu wameamua kusimama na wananchi. Wao wanataka mabeberu wasimame nao nao ili sisi wananchi tubaki wenyewe tushindwe kupambana nao. Mabeberu wakisimama na wananchi ndio wabaya, ila wakisimama nao wao wauaji wanakuwa wazuri kama Wachina tu. Na naomba niwahakikishie Watanzania kuwa hizi pesa Samia anazipoteza bure tu. Husika washa make decision ya kusimama na Watanzania nasio, wauaji, na nasio wauaji. Soon mtaona majibu watatoa. Milio Samange Kimambi ameamua kuritwit ujumbe ambao umewekwa kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada ambaye anajulikana kama Maria Sarungi Tesai. Kwa maana hapa wamefichua ufisadi ambao umefanywa na serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Imagine dola za Kimarekani elfu 45 zinapeanwa kila mwezi kwa kampuni ambayo inajulikana kama Ervin Graves ya Marekani, ndio angalau wapeane ushawishi wa bunge la Marekani, serikali ya Marekani na vilevile vile kwa wabunge kwa ujumla, ndiyo angalau serikali ya mama Samia Suluhu Hassan ikubalike nchini Marekani. Sasa nimefuatilia kwa karibu zaidi, na ni angalau nipate kujua hali halisi. Kuna wale ambao wamemjibu hapa Mange Kimambi, kuna huyu ambaye anajulikana kama do, Dorcas Magoke anasema finding that stupid address was not hard. Looks really sus to me. Sasa akapeana pale picha. Alafu huyu anajulikana kama the es anasema, Waswahili husema kupu apu chicken akipuudaku anasema anaendesha. Kwa hiyo mabeberu ni wabaya wakisimama na raia, ila ni wazuri wakisimama na upande wao kwenye wizi wa rasilimali za taifa. Pumbavu zao sana, mimi nachukia sana majitu wanafiki kwenye taifa ic. Mgenajulikana kama Tanganyika 12 anasema, wananchi wanakufa mahospitalini kwa kushindwa kumudu gharama za matibabu, elimu mbovu, huduma za afya kuwa mbovu zaidi, wananchi kubaki katika lindi la umaskini huku kodi zao zikitumika kinyume na utaratibu. Ifike mahali kodi zetu ziheshimiwe. Huyo anajulikana kama Bob anasema, Mange saidia kwenda hapo ofisini kwao uonane na huyo mbunge mstaafu, umpe makavu live kuwa achani na hiyo project itamwharibia waone. Pia wale wabunge wa haki za binadam wa brief huenda wakasaidia kuzuia hiyo dili. Pia ipandishe kwa Kiingereza isomwe duniani kote. Sokomoko anasema sister Mange, please fight for your instagram page people are really missing you there. Huyu anajulikana kama Joshua mjukuu wa Nila anasema ukweli ni kwamba serikali hii inatumia nguvu kubwa sana kunyamazisha matokeo ya tarehe 29 Oktoba. Mwingine hapa anajulikana kama Ubinya anasema hakika hii ni hatari sana, vijana tunapata tabu, wengine wanafanya Transactions, this is hunting my head kabisa, najisikia vibaya sana. Thaday Mhambuka anasema wanajitahidi kwa nguvu zote kutaka kuimanisha dunia kuwa wao wasafi, lakini watasafishiki. Na Jethan anasema very shame, RIP my brother and sister In Tanzania. Sasa ni wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi baada ya ku retweet kile ambacho Maria Sarungi ame retweet. Sasa hapa wanasema ni ufisadi wa kupitiliza, kwa maana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeipa kandarasi kampuni hapa ya Kimarekani ambayo inajulikana kama Ervin Graves ya kuosha kile ambacho tunachokiita picha ya Tanzania katika bunge la Marekani, wa bunge wa Marekani na vilevile serikali ya Marekani. Sasa Maria Sarungi anasema kuwa huu ni ufisadi wa kupitiliza na Mange Kimambi pia amemuunga mkono. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare, alafu baadaye utaniambia unajisije Kutokana na huu ujumbe ambao umewekwa kwenye mtandao wa kijamii na Mange Kimambi na mwanadada ambaye anajulikana kama Maria Sarungi Tesai.